Salabani siku za mwisho ndipo zilipoanza kuhesabika na tupo katika kipindi cha siku za mwisho. Hivyo ndugu yangu, popote ulipo, hatuna wakati tena. Saa ya kwenda mbinguni imeshatimia, saa ya kwenda mbinguni imeshakaribia. Kufumba na kufungua, mwanaume Yesu yu hapa. Kufumba na kufungua, Yesu yu aja kuchukua kanisa na kanisa ni mimi na wewe. Je, azamekuja kuchukua kanisa, atakukuta katika hali gani? Je, je azamekuja kuchukua kanisa gani atakukuta katika kuwanga? Atakukuta katika uchawi? Atakukuta katika kuagua? Atakukuta katika ulevi? Atakukuta katika ukaba? Je, mieli leo umrudie Yesu, mieli leo ugeuke njia zako, inapotokea ya kwamba kufumba na kufumbua, utasikia ya kwamba wale watu waliokuwa wanaitwa walokole, wale watu ambao walionekana kwa akili ya kawaida walionekana kwa akili ya kawaida, wamezarauliwa. Wale watu ambao walionekana kwa akili ya kawaida kama wana akili, wanaitwa watu wa kuialia, watu wa kuombaomba, kufumba na kufumbua nasikia ya kwamba hawapo. Watu wengi sana wataenda mapolisi kushtaki, nilikuwa na ndugu yangu lakini simuoni fik ya kwamba anamwambia kwamba nilikuwa na mke wangu lakini simuoni. Mwingine anakuja kusema tena ya kwamba nilikuwa na mume wangu lakini simuoni. Mwingine anakuja kusema ya kwamba nilikuwa na familia yangu sioni, nimebaki peke yangu, hivyo nimefika kutoa ripoti. Unakuta yule polisi ambaye amebaki atasema ya kwamba na wewe ni kesi ile ile, inaomba andikisha jina lako hapa, haraka haraka, kesi yako tutafuatilia. Watu wengi sana wataenda makanisani, watafika makanisani watashangaa kuona ya kwamba vimebaki viti tu, watashangaa kuona ya kwamba vimebaki viti tu. Wale wateule wa Bwana wote wameshanyakuliwa nyakuliwa, wale wateule wa Bwana wote wamesha mlaki Bwana saa mawinguni, na saa ya unyakuo imekaribia kuwa enye karibia ni niyeli ndugu yangu ungeuke, niyeli ndugu yangu ungeuke, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wawili watakuwa shambani, wawili watakuwa shambani, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Wawili watakuwa kanisani, wanafungishwa ndoa, mwanaume na mwanamke wanafungishwa ndoa, na wasimamizi wao hapo, na mchungaji yupo, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Wawili watakuwa wakisaga, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Wengine watakutwa ya kwamba saa unyakuo inatokea, ya kwamba wapo hospitali wanafanyiwa operation, daktari na nesi wameokoka daktari na nesi wameokoka, daktari na nesi wameokoka, operesheni imeanza. Wakati operesheni imeanza, wamesha kuzimisha, wamesha kuchoma sindano ya kukuzimisha. Wakati wamesha kuchoma sindano ya kukuzimisha, na uzuri wake sayansi na teknolojia inaendelea sana, wanakuzimisha tu sehemu husika ambayo wanapasua, sehemu zingine za mwili zinabaki, unaona ufahamu unakuwa nao. Unaona ya kwamba daktari na nesi wameshajiandaa, wanaanza kupasua tumbo lako, wanaanza kupasuwa tumbo lako, wakati wanakufanyia operesheni. Wao wameokoka, wao wameokoka, wanamjua Bwana. Wanasikia sauti ya malaika mkuu, wanasikia sauti ya parapanda, wanasikia sauti ya parapanda. Wakati wanasikia sauti ya parapanda, wanasema ya kwamba, wanaulizana, je, tumefikia sawa sawasawa? Wakati wanaendelea kujiuliza ya kwamba je, tumesikia sawasawa, wanasikia sauti ya malaika mkuu, anasema: wanangu, saa ya kwenda mbinguni imefika. Wanangu, saa ya kwenda mbinguni imefika. Wakati wanaendelea kujiuliza hivyo, Biblia inasema ya kwamba watanyanyua vichwa vyao juu, kufuma na kufumua, wapo kufuma na kufumua, kufumua wamekubakizia tu, tu vazi lao. Kufuma na kufumua, wamebakiza vazi tu. Mbona, uko anafanyia operesheni kona yako, kama ulikuwa umeokoka utaenda pamoja nao, kama utakuwa unaokoka kijasho cha meno kitakutoka. Na kupa shauri jioni ya leo niyenu, muutie Yesu leo, ili kusudi ya kwamba wakati wa unyakuwa unapotokea ya kwamba naona kuwa miongoni mwa wale ambao wananyakuliwa. Wakati wa unyakuwa unapotokea naona kuwa miongoni mwa watu ambao wananyakuliwa. Biblia inasema ya kwamba siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari. Wakati wewe upo safarini, umepanda gari, gari limekanyagia spidi mia Wakati gari imekanyagia speed 100, dereva ameokoka. Dereva aliyeokoka anasikia sauti ya Bwana, anasema saa unyakuo ni sasa, mwanangu choni laki mawinguni kufuma na kufumbua. Dereva yupo ameshanyakuliwa, gari linaanguka, linapata ajali. Wakati gari la huyu limepata ajali na la mwingine limepata ajali, wakati